Nijue mimba ina muda gani ili nione kama unamleta hapa ama mtafanya tu nyumbani? Ina mwezi mmoja na wiki kama. Okay. Um, katumia kiyo na siku kadhaa hivi. Hiyo bado ni changa sana. Kuna dawa tunaweza kutumia nikatoka bila shida. Kiukweli sina uzoefu kabisa na ile, yaani ndo malango ya kwanza dokta kwa hiyo nakusikiliza wewe tu. Sawa, kwanza kabisa unatakiwa kujua kwamba hatuko sawa kwa mujibu wa taaluma yangu. Kwa hiyo unatakiwa kuwa makini sana sana unapoitekeleza hili. Ondoa hofu, sawa. Kuna dawa nitakuandikia um, itakuelekeza pia na famasi ambavyo unaweza kuenda kuzipata kwa urahisi dawa hizi zinatubiswa na zinauzwaje hizi huwa zina bei maalum kuna wengine wanaziuza hizo za thelathini na tano mpaka arobaini na tano okay na matumizi yake sasa atiea kidonge kimoja chini ya ulimi na kingine atakiweka ukeni Atapata maumivu ya tumbo kiasi. Usiogope. Ni hali fulani tu ya kawaida. Baada ya muda ataanza kubleed. Damu yake itakuwa nyeusi kiasi. Mwishoni kabisa kuna kinyango wake na malizikia. Kwa hiyo hakikisha umeviona vyote hivyo. Ukiona tofauti na hapo, ujue hiyo mimba haijatoka hata kama damu zimetoka. Sasa sipo toka, mfano daktari anafanyaje? Um, wengine wao wanarudia Ila wewe nakushauri we mlete hapa nimsafishe, lakini nami nitatoka. Hiyo ni dogo sana. Sawa, nashukuru sana dokta. Na vipi kuhusu gharama yako? Utanipa laki na ishirini. Sawa.